kwenye mechi ambazo zimesalia, na uzuri ni kwamba wapinzani ama mpinzani ambaye tunapigania naye ubingwa kwa maana ya JKT Queens bado tuna mchezo naye mmoja mkononi. Kwa hiyo mimi na yeye kwa maana mimi na JKT ama sisi na JKT ndiyo mechi itakwenda kuamua nani aondoke na ndoo msimu huu Nye na JKT wawili tu ya sisi na JKT, kwa sababu ukimwangalia Yanga Princess bado yuko, yuko chini sana. Kabla ya mechi ya leo tulikuwa tunampita pointi kumi. Ametufunga hii leo, maana yake ni kwamba tumemzidi pointi saba. Pointi saba ni, ni, ni gap kubwa sana kwenye ligi kama hii yenye ushindani. Kwa hiyo JKT kabla ya mechi ya leo uh, tulikuwa tunamzidi alama, alama, alama mbili kwa kupoteza huku, yeye akishinda mchezo wake, maana yake anakaa juu kwa alama moja. Kwa hiyo vita rasmi inakuwa ni baina ya Simba Sports Club na JKT Queens. Kwa Yanga